Mwaka 1964 tarehe 26 mwezi Aprili, katika taifa la Tanzania ambalo sasa ni taifa la Tanzania, Tanganyika na Zanzibar ziliungana na kufanya muungano ambao sasa unafahamika kama Jamhuri ya, ya Muungano wa Tanzania, na leo ni miaka sitini na ushe hivi ya kuadhimisha e muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro leo limefika katika kituo cha afya cha majengo kilichopo katika manispaa ya Moshi maarufu sana kama Tulizo la Moyo. Wametoa misaada mbalimbali, wamefanya usafi na vilevile wametoa msaada wa miti, na kama haitoshi, wameweza kwenda kuwatembelea wazazi, mama zetu wamejifungua watoto wazuri kabisa wa kike na wa kiume, nao pia wamewapa misaada. Endelea kuipenda Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania